kwa uwezo wako na nguvu zako Baba, tusingeweza kwa akili zetu wala kwa ufahamu wetu. Tumekuona ukihudumia na kutenda, Mungu wa majeshi. Tumeona ukitembea mahali hapa Mungu kete mahali pa juu. umetenda sivyo sisi tuwazavyo, babu kete mahali palipo inuka. hata muda huu unastahili, Jehova tunasema asante, uimidiwe we wewe, Bwana tunasema asante, sifa na heshima chukua wewe, Mungu wa majeshi, baba mbele zako tunarudisha utukufu, mbele zako Jehova. ulisema hata tusiposhukuru mawe atashukuru, acha nasi tumeshuka mbele zako, Mungu wa majeshi. Ulisema hata bisikorasikushukuru wewe, acha nasi tumeshuka mbele zako, Jehova. uimjue wewe, Mungu wa majeshi, ushukuriwe wewe, Mungu usiyeshindwa, ushukuriwe wewe, mwamba wa mwamba, ushukuriwe Mungu ni hai Baba, Baba mani yako ikatawale, furaha yako ikatawale, Mungu wa majeshi. Baba tawala vile upendavyo wewe, tawala vile utakavyo we Mungu wa majeshi. Baba tunasema asante juu ya ibada yako, tunasema asante juu ya huduma yako. Umetuhudumia sasa na mapenzi yako Jehova umetuelekeza na kutufundisha Baba, umetuelekeza na kutukumbusha pale tusipoweza Jeova.